Mwite um, Eric Shigongo karibu karibu sana shiwa zinguu Eric Shigongo na wakilisha kampuni ya Global Publishers wachapishaji wa gazeti ca nafasi hii kwa niaba ya wenzangu waacha kwa nyuma, kwanza mimi binafsi, lakini pia kutoa pole kwa watu wa Kagera kwa tukio wapata. Kampuni yetu foundation kuamini kwamba kama sisi tunakula bila wali bado tunafanikiwa, kama sisi tunapeleka shule bila wapeleki bado tunafanikiwa. Huu ndo kumekuwa msingi wa kampuni anzishwa kushare na watu wengine, kila tunapata. Si kampuni kubwa sana kama ambavyo watu wengi wanakuja hapa mpumokom. Kwa sisi ni kampuni ndogo les, kwa, kwa nje lakini nya yetu ni kubwa. <laughs> <laughs> Tumekuja hapa leo mimi na wenzangu, tumekubaliana tutaezeka nyumba ishirini na tano kwa wastani kwamba kila nyumba moja ichukua mabati 20. mia tano ambayo thamani yake, sikumwona mtu anayelala nje, analala ndani, ni furaha yetu sisi, lakini pia ni furaha kwa Mungu. A basi, naomba tumalize kwa kushukuru sana. Naomba Tanzania wengine wote wanaosikia waguswe kusaidia, kusaidia sio lazima ai, tujifunze kwenye msingi wa kwamba kwenda tutaulizwa, hatutaulizo tulikuwa na mali gani, tutaulizwa tulitumia la kwa Mungu alitupa. Ndugu wa Tanzania wenzangu ambao leo Mwenyezi Mungu atawaongoza kuja hapa kwa ajili ya kua kutoa michango yenu kwa ajili ya ndugu zetu napata maafama kwankagera, nitumia nafasihii kwa nyaga ya serikali washukuru sana wote mliokuja hapa na kutoa michango yenu, lengine nakamilisha ahadi zenu mlikuwa mmeahidi, kwa lengo letu lile lile la kuhakikisha kwamba michango hii tunaifikisha Kagera kwa ajili ya ndugu zetu ambao wamepata maafa. Imefaidika sana leo kupata kundi kubwa na taasisi kumi na saba ambazo ziko mbele yetu, na mchango ni mkubwa kweli. Serikali imefanyika sana kuona namna ambavyo imejitokeza kutuunga mkono serikali, kwa lengo la kuwasaidia ndugu zetu. Kwa ukopa taka nitumia nafasi hii kuendelea kuwatia imani kwamba fedha hii mnayochanga yote itakwenda Kagera, mm. Tuliwaahidi kama ambavyo tuliwaahidi kwamba tutasimamia hatua tulichukua juzi ya kusimamisha na kutengua uteuzi wa watumishi watatu na watumishi wa serikali wawili, ni Mi hatua ambayo inawathibitisha nyie kwamba kweli tunafuatilia maneno uingiaji wa michango na utokaji wa michango hiyo. Ujanja uliofanywa na watumishi wetu kufungua akaunti ya siri ambayo ilikuwa inaingia fedha na kutoka siku hiyo hiyo, huku kukiwa kuna maelekezo ya kutotoa fedha bila ya taarifa mpaka makao makuu ya kamati ya maafa. Wao wow, kwenye akaunti yao ilikuwa inatoka kwa tulikuwa tuna sababu ya kuacha kwa sababu tulikuwa na agizo la zuio la kutoa fedha kabla ya wakati ambao sisi tunaridhia fedha zitolewe kwa akaunti ile. Ni kwa toro inaingiza na kutoa, ina kwa, tunaangalia salio tunakuta salio ni dogo, kumbe fedha zinaingia alafu zinaingizwa. Kwa hii ina maana kwamba hata watumishi wa benki walikuwa washiriki kupeleka kwenye akaunti hiyo. Kwa ndiyo sababu serikali imechukua hatua kuwafukuza kazi na kutengua uteuzi wa watumishi wawili wenye mamlaka ya Mheshimiwa Rais, na kwa mamlaka yangu mtumishi mmoja unamsimamisha kazi. Na jeshi la polisi, TAKUKURU wameendelea kufuatilia ni nani alikuwa anapokea fedha dirishani na kuzichepusha kwenye akaunti ambayo si rasmi. Ndio hao sasa leo wamefikishwa mahakamani. Hii ni dalili kwamba serikali kamathini, tunasimamia michango yenu tukijua mmeitoa kwenye mafungu yenu ambayo mngeweza kufanya kazi nyingine. Michango hii ni ya watu binafsi, wameondoa fedha hizi kwenye shughuli zao binafsi. Michango hii inatoka kwenye mashirika, makampuni ambayo imetoa kwenye faida mnazozipata mmetoa kwenye maeneo yenu kwa lengo la kuwasaidia ndugu zetu. Wajibu wa serikali ni kuhakikisha kuakikisha kwamba fedha mnayoleta inakwenda mahali sahihi. Niendelee kuhakikishia akaunti iliyotangazwa kwenye vyombo vya habari ndiyo akaunti sahihi. Kuendeleeni changia kupitia akaunti yetu. Wale ambao wanatamaisha ahadi zao waendelee kuweka kwenye akaunti zao na ofisi yangu itaendelea kutamka siku katika kila wiki ya kukutana kwa ajili ya kukamilisha na kukabidhi michango yote ambayo inaendelea. Serikali inaheshimu, serikali inatambua, serikali itaendelea kuthamini moyo wenu wa dhati wa kusaidia jambo hili alemu na kuwasaidia ndugu zetu. Baada ya kusema haya sina neno zuri sana la kuhakikishia kwamba tumefurahi, tumeshukuru kwa mchango wenu, lakini nitoshe muone kwamba serikali iko pamoja na nyie. Asante sana.